Makumbusho. Huwa mnafanya makumbusho ya Yesu Kristo lakini mkiambiwa kufanya uh, makumbusho ya ancestors wenu mnasema walikuwa ni wachawi, walikuwa ni wauni, walikuwa ni ABCD. Ndio maana unapata hawa ancestors wanawasumbua, alafu mkienda kwa waganga wanawaambia haya, ukifika katikati ya njia piga hapo nazi ama fanya hivi abakie pale. Na ndio maana unapata jamii kija tena wanasumbukana wanaenda kufanya appeasement kwenye mabarabara, kwenye miti, kwenye milima. Wakati mnapofanya makumbusho, makumbusho ni njia moja ya kufanya nini? Kama huyu ancestors alikuwa ni mbaya, maybe alikuwa ni mbakaji, alikuwa ni vitu fulani, mnakumbuka maovu yake, mnayanena na kuyakataa. Mnaleta mtu wa maombi, anafanya maombi pale, anakataana na hiyo roho, mnakula pamoja, mnafanya sherehe za kuchinja, mnakula pamoja na mna uh, mnakatana muna na hiyo roho na inaenda hivyo them. Mnafanya makumbusho ya mtu huyu mkikataana, mkiomba eh, katika anga apate kuasenti ili aache kusumbua familia. Unapata anaondoka katika system, unapata sasa, watoto wakija hawaji kama mtu yule. Kwa sababu the them, mnakataa kufanya hizo makumbusho za ancestors wenu, hawa hawa wabaya ndio wanakuja wakianza kusumbua jamii, wanakuja wakianza kuwatatiza, wanang'ata wale watu ambao wako na vipawa na vibali na ikisema ikisemekana, sasa sijui ati unaenda kwa mganga, na ukifika mahali kwenye milima, mfungie pale ama fanya abcd, ama unaambiwa sijui mshikanishe kwenye miti, enda fanya hizo rituals. Wanafanya ibada za kuchinja, wanatupa nyama, vitu kama hizo. Kumbuka ancestors wako mkienda kufanya kuchinja ili amumfunike huwa mnachinja hiyo damu inaliwa na, na entities. Kuna maroho wakubwa yani, entities ambao waliishi katika dunia hii ambao walifanya maovu ambao walikuwa wana vibrate very high katika maovu, so ukienda kufanya hiyo ibada za kuchinja za kichawi huwa mnanywesha huyo entity, hayo hiyo damu, mkishamnywesha hiyo damu unapata anafunikia huyo ancestor ambaye alikuwa anafanya maovu mnapata huyo ancestor ambaye alikuwa anafanya maovu anafunikiwa. so the more mnakosa kuleta hiyo kuchinja, hiyo kondoo, unapata huyo entity anaachilia huyo ancestor tena, anarudi anaanza kusumbua watoto. mara unapata mtoto anakuwa shoga, mara unapata mwingine anakuwa hivi na hivi, vitu kama hivyo. so the only thing ya kuweza kufanya hawa ancestors wa ascend ama wa evolve ni kufanya makumbusho. wakati unafanya makumbusho, hakikisha mnaita familia yote, mnanena maovu yake aliyofanya, msifiche. Mnanena maovu yote aliyofanya, jamii jue kuwa huyu mtu alikuwa ni mdhulumu, alifanya hii na hii. Eh, mnatubu kwa ajili yake, mnafanya ibada ya kutubu. Baada ya kutubu, mnashukuru Mungu. Kwa wakati huo mnafanya ibada za kuchinja, mnakula pamoja, then mnaachilia roho huyo, uh, yule ambaye atakuwa amekuja kusimama muombezi mnini, mtu yote pale atakuwa me, amesimama katika uh, vifungo ama saumu, atakuja kufanya nini? Kuomba. Baada ya kuomba, achilie hivyo. So hayo makumbusho, mnaweza kuwa mnafanya makumbusho hiyo eh, wakati wakati ambao mnaenda nyumbani hizo, wakati wa sherehe mkikutana nyote, mnafanya makumbusho mnaachilia hivyo. The more mnafanya hizo makumbusho, the more mtu huyu anaenda kumbuka Yesu Kristo. Jesus Christ was murdered, aliuliwa mtu huyu. And that's why makumbusho huo yanafanywa, ndio maana unapata watu wanabeba misalaba, mara wanatembea na hizo reeds, wanafanya nini, vile alivyo ninio, ili spirit hiyo if, ipate amani because the spirit if the spirit a ipate amani, inatatiza watu So lazima makumbusho ifanyike. So katika generation yenu ama uko yenu, wacha kukataana kufanya makumbusho. Fanya makumbusho ili mnyamazishe huyo roho. Maana msiponyamazisha huyo roho, akaasenta akaondoka katika jamii, aka reincarnate somewhere else. Anasumbua na anakaa kwa watoto. Watu wengi ama ombezi wengi wanakuambia, ah, makumbusho, wewe umeingia katika dini fulani usiwachilia, Mungu tu mwenyewe atatenda. Sasa anasumbua jamii kumbuka. Tuna, tuna, tuna tuna move from other other culture to other culture. Hizi dini ambazo zime tuliletewa hizi dini hazi kuanza na sisi. We We used used to to do traditional. We used to follow culture. Hizi dini zimefanywa kuletwa, kuna vitu lazima we We go go back back to the culture. We go back to tradition. Ndio upate kunyamazisha. So kwa wewe kuweza kuondoa hawya maroma mabaya, mtu aliyekuwa mdhulumaji pedophile, vitu kama hizo, watu ambao walikuwa na vitu vituko vya aina hivo, jaribu sana mfanye makumbusho. Makumbusho ni njia moja ya kunyamazisha hawa maruhu, lakini mkisema mnachinja kondoo, sijui mnamwaga damu, alafu ananyamazishwa after some time, tena anainuka tena. Hivyo mtafanya mtafanya mpaka generation yenye itakuja, utapata imechoka, haiwezi yes, fanya tena hizo kuchinja. So unapata hiyo spirit bado inainuka. The only thing is mtafute mtu ambaye ataingia katika saumu aangalie in the spiritual realm, mtu huyu yuko vipi. Muashe kama ni hizo candles, vile watu wanawasha candles, ama mnaweza asha moto eh, vitu kama hizo, mnachoma nyama, mnapika vizuri, mnaongea mambo yake aliyofanya, mnatubu kwa ajili yake, kwa ajili anahitajika uh, ku ascend na kwa sababu ya giza ambayo iko juu yake, ku ascend inakuwa ni ngumu. Mnatubu alafu mnaachilia roho yake, anaondoka katika jamii, na unapata jamii inapata mema na heri. i hope mmenielewa vyema.